Nyota ya Nge. Kujitoa kwenye pingamizi. Kumshangaa mtu kwa utu wake aliyouonyesha. Kutumia dawa yenye kukupa matokeo kwa haraka. Kutumia kitu usichokuwa na uzoefu nacho. Kumwamini mtu ambaye anatafsiriwa vibaya. Kuijua dhamira ya mtu. Kukaa nje kwa muda mrefu. Kuna nguvu itakuhitaji utoe msaada sehemu kusahihisha ulipokosea. Kumkabidhi mtu kitu, kuonesha uthamani wa mtu na umuhimu wake. Kuruhusu amani na furaha itawale katika moyo wako, kushiriki jambo la kuleta amani, umoja na upendo. Unge upo katika mapambano ya siri, zidisha maombi kwa ajili yako na familia yako. Usichoke kuwatendea watu yaliyo mema, kwenye kila vita utashinda kuwa muwazi wa jambo kutakufanya kuaminika zaidi. Upendo wa mtu kutojificha kwako kufanikiwa kumsogeza mtu karibu, kuona hali ya kuchangamkiwa sana, kupewa nafasi nzuri ni ishara baraka na nuru kuwepo kwako.